Nikaambia rais, wewe unasikiliza hii mtoto? Hii ni kijana mdogo ya serikali, haelewi hii. Watu ya mlima ni kama gari ya Eastleigh. Akaniuliza, gari ya Eastleigh ni kusema nini? Nikamwambia, gari ya Eastleigh ukiingilia pale Koja mosque, inakuwa namba 9 unateremka Globe roundabout, namba 9 unapanda pale gara namba 9 unateremuka, ukifika pangani namba 9 unaenda mpaka mlango kubwa namba 9 unaingia St. Teresa namba 9 ukifika pale garage ya zamani ya city bus, gari ni ile ile, driver ni yule yule, makanga ni yule yule, ile namba tisa inabadilishwa na namnahii inakuwa namba si yeah. Nikamwambia, wewe William Ruto, hii mulima ukiendelea na vile mimi naona ukiendelea, itakuwa kama gari ya Eastleigh, na hiyo namba ikishabiduliwa kabla safari ifike, ibadilishwe tena pale asikoja pale commercial utakuwa one time. because hii safari between garage ya Eastleigh na commercial miaka tano itakuwa imefanya nini? Yes. haitakuwa imerudi namba tisa, imefanyika haijafanyika? Yes. William also, you have lost a mountain, let me add